Wakuza katika hilo, alafu pia lingine, tunajaribu kuwakuza katika hali ya kuweza kujitegemea katika maisha yao. Endapo atatoka hapa, anaweza kujitegemea. Kuna mambo ya kilimo, bustani za mboga mboga, kwa kweli wanajua na wanafanya. Kwa hiyo tunaamini kwamba akitoka hapa anapokuwa nyumbani atalifanya hivyo. Tunawasaidia pia waweze kujitegemea. Tunawapa pia muda wa kuonyesha vipaji vyao mbalimbali. Shule imefanikiwa kuleta vifaa mbalimbali vya muziki kama tarumbeta, vinanda, gitaa na ngoma, hivyo imeanzisha bendi ya shule. Matumizi ya nishati safi bora na salama kwa mazingira, shule imefanikiwa kufunga solabali zinazozalisha umeme kwa ajili ya matumizi ya kupikia na kuendeleza shughuli nyingine zinazotumia umeme, na mengine mengi ambayo yanaonekana machoni kwa kila mtu. Niliwafundisha hawa watoto. Mtoto ambaye atakengeuka atakuwa amekengeuka kwa yeye mwenyewe, lakini sio kwa kutokujua. Mimi nimewakilisha wazazi wenzangu, nilizungumza kwa uchungu sana, kwa sababu na mimi ni mzazi na watoto, lakini pia niliwaonya wasijihusishe kwenye ngono, muda wa wa kike na wa kiume. Muda utafika kama utachagua kuwa padri, utachagua kuwa sista, muda wako utafika, ndivyo sivyo? Ambo wazazi, tujitahidi, najua tuna watoto wengi, tuna mambo mengi, lakini huu ni wajibu wetu kwao. Naomba tutimize wajibu kwa wakati, ili shule iweze kupanga mipango yake.